Kwa taaluma nyingine ni shekhe yani yani, na ni shekhe kiongozi, maana nasimamia taarifa nzima zaidi ya misikiti 35, imepewa jukumu hili. Yaani nikiondoka hapo kinikuta huko na majoho huku, basi sije ukashangaa, lakini <laughs> <laughs> mimi nakuombea heri na baraka kupitia nafasi yangu hii ya kama kiongozi wa dini, nakuombea heri na baraka, na mheshimiwa Rais kama alivyokuona aendelee kuona, kuona zaidi mm -hmm. eh, <laughs> kwa kweli mkoa huu kwa amani kwa usalama mkubwa sana, nazungumza kwa dhati yangu eh, jinsi namna unavyotuongoza na kuwepo kwa amani hii ya mkoa, chanzo kikubwa ni wewe mheshimiwa mkuu wa mkoa. Kashuka kwenye halmashauri zetu, kashuka kwenye wilaya zetu. Lakini pia mheshimiwa mkuu wa mkoa, nisimsahau DC wetu kwa halmashauri ya wilaya. Ninazungumza kwa swala moja muhimu. Pengine nikizungumza hivyo naweza kusema ni nampendelea lakini ni ukweli usio pingika. Tuliwahi kuletewa DC hapa alitutukana hotuba yake ya kwanza hapa alitutukana. Lakini na tena kama washo mnakumbuka. Na akatuvunja moyo. Tulilazimika hata kuvua majo. Lakini kwa kweli mkuu wa wilaya huyu aliyekuja hapa ni mstaarabu na kutia moyo. Na mimi pia nafikiria nafasi hii kama kiongozi wa nini pia Mungu aendelee akuonyeshe kwa mheshimiwa rais, maana yote ni kupitia kwa Mungu. Mheshimiwa rais aendelee kukuona eh, kabisa. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa umesiwezi nikanukuu haya maneno yetu uliyazungumza, tutakuwa tunapoteza muda, lakini tamke tu kabisa kwamba tumepokea maelekezo kwa huu muda ambao tutakuwa tuni madiwani, lakini pia nina uhakika mheshimiwa mkurugenzi huyu tuliye naye ni mkurugenzi wa kuigwa mfano, a i zuri, mkuu wa mkoa. Mimi wenzangu watakiri kwamba ni kidiwani wa muda mrefu sana, mimi ndio kiongozi wa diwani wa muda mrefu tena, sio kiwilaya, hata kimkoa. Sasa <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> maana yake nimehudumia nimehudumia na, na wakurugenzi wengi nimehudumu na wakurugenzi wengi lakini huyu kwa kweli ni mkurugenzi wa kuigwa <twe> <twe> na mambo ameyafanya makubwa makubwa makubwa makubwa. Sipendi nikupotezee muda e, eh, lakini katika jumla ya jambo ambalo liwakumbusha waheshimiwa madiwani takumbuka jengo hili tumlijenga, lakini tulikuwa na deni kubwa sana zaidi ya bilioni moja na mapointi kadhaa, lakini hata takarika kuomba huko mpaka tukafikiwa deni kutoka serikali kuu. Okay. Eh, maana ilikuwa tukiwa mahala sasa, labda tupeleke mahakamani na mkandarasi ile jengo hili lakini kwa kufanya hivyo maana yake tupunguzia uzito mkubwa. Kwa hiyo mkurugenzi, pamoja na kwamba tuko karibu na kufungua baraza, lakini nikupongeze kwa niaba ya mheshimiwa madiwani kwa jinsi ya utendaji wako. Na nina uhakika mkuu haya maelekezo yote yatayafuata, na pengine baada ya kurudi tena mtaona kabisa hali itakuwa ni nzuri sana. Niombe tu kwamba sasa mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, nisipende kupoteza muda kwa jinsi namna ulivyotuongoza kikao kitaalamu zaidi. Hakuna aliamini, utakushukuru sana pia. Na kama unavyojua na sisi kweli tuna tuna homa wala si utani. Tuna homa kali sana. Yaani yani nge nge chukua kila mmoja unajua moyo wa mshwani bali hapa usingeweza kuamini. Lakini kwa vile nimetuombea kwa, kwa Mungu kama inshallah wote tarudi. Na inshallah na mimi naomba kwamba inshallah tutarudi wote sana. Amen. Baada ya kutamka maneno hayo, natamka lazima nikufunga baraza itukupa kwa kanisa.